Ana haja na kula hapa tena, tunaomba wa wagaji eh, ushirikiane na tuwezeshe kuwa hii jambo yote itaendelea na ita benefit both sides. It's not about one side but it's about both sides. Wale wanataka hivi iende hivi. Kwa kweli hii rate imekuwa juu sana kwa kweli sisi tumekuwa tukifuatilia hii mambo ya title. This title ina muhimu wake. Wacha niwaambie tu ndugu zangu kidogo, kwa vile nilikuwa katika hii mambo, kwa sababu tumepata hizi hizi title zetu zilikuwa zimefungwa. Nataka msikie vizuri eh, zilikuwa zimefungwa zisitoke, na mimi najili ya kufungwa ni wanasiasa wanataka kufanya siasa na hiki kijiji, kama tunaelewana, kwa vile wanataka tu bado tubakie na hii bila title ndio wao wafanya kisiasa tu hapa katika hichi kijiji chetu, kwa hivyo janjaruke hizi title kupata zina faida kubwa. Kwa hivyo basi, kuwa wakili pia, mimi ni mzaliwa hapa Bulbul nimezaliwa hapa Bulbul na nimeisha hapa Bulbul. Sasa kutoka kwa elfu mbili mpaka 6500 hiyo ni almost 200%. Sasa tukiita kina Goro na wenzake wenda wazimu utakuwa tumekosea. <laughs> Wewe unaona vizuri, kutoka elfu mbili unarukisha mara ngapi? Honestly, hata kama mnatafuta pesa kama serikali, hatukatai, lakini kuna utaratara kuja uketi na watu waulize, unachukue hii hela kutoka hapa mpaka wapi. Tutasema hapana, kwa sasa tunaweza tu mia tatu na tuendelee pole pole, miaka kama tano kumi na kuja lakini. Wewe ukiamka tumekupatia kazi kama MCA, uende utetee, na badala ya kutetea sisi, wewe umeenda kama committee member wa lands, umeenda kusema hawa wana Bulbul, mimi nataka uongezewe hizo rates. Huyo ni kiongozi ama mtapeli? Mtapeli? Sisi tumekuwa in existence for the past 5 years, tumekuwa tukisaidia watu Nairobi wapi, kila mahali, hata Kenya mzima, ili watu wapate nafuu. Tunaamini kwa mambo matatu, tunaamini kwa haki, usawa na maelewano. Mahali ambapo tunanyanyaswa, unapata watu sawa, lakini wana, kuna wengine ambao wanapendelea kuliko wengine. Watu wa Bulbul, bul, tumika, mipaya, wa kuna kunakani kulitumika vibaya, tukagawanyishwa. Na ilianza ikiwa kidonda kidogo, ikaenda kakuwa kidonda kubwa na tukawachilia ndugu zetu wengine na wazazi wa wa wetu wakanyang'anywa mahali yao ya kupumzishwa. Tumepana kama mkiwa mawakili wetu, muangalie ishu ya Bulbul Christian Cemetery, ishu ya makaburi ya wazaki. <twebana> <twebana> Huu tunaenda tukiwa pamoja, wazima wazima. Hiko ishu ya barabara tulisani petition tukiwa na kina Memusi, kama unakumbuka Memusi, tukiwa penda pale barabara tufunguliwe, si ndiyo? wajali tuwajasa sauti moja kama watu wa Bulbul. Tusikubali kutawalishwa na wanasiasa wakuja na kwenda wale na msimu.